Mange Kimambi kuwanasibisha mashehe na uchawa si kweli. Mashehe si machawa, mashehe wanafata katiba ya Uislamu na katiba ya Uislamu ni Qur'ani. Mashekhe si machawa kama alivyosema huyo mwanadada, mashekhe sio machawa, isipokuwa mashekhe wanafuata Qur'ani. Qur'ani ndio katiba ya Uislamu. Qurani ndio kitabu ambacho Waislamu tunakifuata. Ndani ya Qurani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema ya ayyuha alladhina amanu atii'u allaha wa atii'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini aya ambayo iko ndani ya Qurani leo mwamdhalilisha halafu, bado hamtaki kuadhibiwa. Subhanallah, mkiadhibiwa amefanya makosa, ila yeye mumtukane tu, akae kimya. Yale mnayoambiwa na viongozi wenu msikie na mtii, kutii manake ni kufuata, hata kama mtu ni mtumwa, hata kama mtakapoekewa kiongozi ambaye ni mtumwa, kaanna raasahu zabibatun, kana kwamba kichwa chake ni zabibu, tutii tuti. Kwa kiongozi ni kiongozi mtumahu wa instumila abdun habashiyun kaanna rasahu kaanna rasahu zabibatun. Sikieni, sikilizeni yale mnayoambiwa na viongozi wenu, msikie na mtii. Kutii manake ni kufuata hata kama mtu ni mtumwa. Hata kama mtakapowekewa kiongozi ambaye ni mtumwa kaana raasa huzabibatun, kana kwamba kichwa chake ni zabibu tuti